Kocha wa timu ya ligi kuu ya taifa uh, Tusker FC Charles Okere anasema mapambano ya kuwania taji la ligi kuu ya FKF hayajakamilika licha ya timu yake kushindwa mbili sufuri na FC Talanta. Mshambulizi wa Talanta Emmanuel Osoro alifunga mabao mawili katika mechi hiyo na kwenda kileleni katika ushindi wa mfungaji bora wa ligi akiwa na mabao 16, huku zikiwa zimesalia mechi tatu kuchezwa dhidi ya Sofapaka, Kariobangi Sharks na Kakamega Homeboys ugenini. Tusker FC ni ya pili kwenye jedwali ikiwa na alama 53, uh, pointi tatu tu nyuma ya Police FC na pointi mbili mbele ya Gor Mahia FC na... Ojo! Go! mpaka dakika ya mwisho. Unajua mpira inadunda, leo umedunda upande wa Talanta, kesho huwezi jua. Kwa hivyo hatuta drop ile guard, tutaendelea kusukuma mpaka mchezo wa mwisho. Naam, mtazamaji, acha leo, ni mwache mwenzangu yule Anzale aseme kwa heri kwa lugha ya ishara.